Bwana, kuna nchi inaitwa Bahrain. Bahrain. Yes. Mm. Kuna mti uliokataa kufa. Mm. E, yani kuna mti wa ajabu pale. Eh, hapa e, tunazungumzia ni kwenye jangwa, jangwani yeah. Mti bwana, mm. Una miaka zaidi ya 400 mm. Katikati ya jangwa miaka zaidi e, ya 400 kwenye jangwa tunazungumza pale hakuna, hakuna chanzo cha maji mm. hakuna maji, hakuna mvua. Wataalamu walienda pale wakapima udongo mm. hakuna hata dalili za maji chini yake. Lakini e, sasa, mti upo, mti upo. ko wale wa, wa, wanaoishi yale maeneo wanaamini kwamba mti ule ni alama ya kiroho ya uhai wa milele mm. e. <laughs> <Atuna imani. laughs> Lakini nchi ya Chile pia uh -huh. tushaisikia Chile yes. hey. e kule kuna jangwa la Atacama. Mm? mm. Ndo jangwa kavu zaidi duniani. Sasa kule kuna maeneo ndani yake ambayo hayajawahi kupata hata tone, tone la mvua mm. kwa zaidi ya miaka mia nne miaka mia nne tunazungumzia tone tone, so mani, tone. tone. Yani? watafiti wa NASA wanatumia jangwa hilo kufanya majaribio ya vifaa vinavyotumwa katika sayari ya Mars kwa sababu linafanana kabisa na uso wa sayari hiyo. mm. Sawa eh? mm. Sasa nchini China pia. hey. yes, kuna matukio pia kule ya kushangaza. Ehe. Kuna mji wa kale unaitwa Shengojia. hmm? Shen Nongjia Shen Shen watu wanaokaa pale wanasema huwa wanaonaga kiumbe mwenye sura ya binadamu, lakini ana manyoya sawa sokwe huyo sasa. hmm, wewe huko pale wao hey, wanamwita Yeren, tunajiongeza tu, alafu ana mguu mkubwa sasa eh? Wakazi wale eneo mm. sawa eh? mm. wanasemaga anazungukaga peke yake usiku, wenyeji sasa wanaamini mm. ni roho za vizazi eh. tena naye kwenye miangaiko yako Wakati huo huo, kuna mtu ambao ni mto mwekundu wa Panjin. Maji yake yanakuwa mekundu kutokana na mwani maalum, kwa hiyo unakuwa na mandhari fulani ya ajabu. Yes. E. Sasa bwana, uh -huh. nchini peru Peru, nchi ya Peru. E. mm. Peru. <laughs> <nchi lakini unajua wimbo laughs> Bwana eh? E. kuna michoro ya ajabu inaitwa Nasca lines. Mm. Hii michoro imekuwa kitendawili kwa zaidi ya miaka elfu mbili. Kwa nini? mm. Kwa sababu michoro hii ni mikubwa, lakini unaiona ukiwa angani. angani yeah. Yani mathalan mm. umepanda ndege, upo juu, sawa, ukiangalia chini, ile michoro ndio unakuwa unayaona maumbo mbalimbali, sawa, unaona, unaona maumbo kama ndege, nyoka mm. samaki mm. na viumbe vingine, lakini ukiwa chini huwezi ukayaona. Sasa watafiti Uh, bado hawajui nani alitengeneza vile, nani teknolojia gani ilitumika. mm. ukizingatia enzi hizo hapakuwa hey, na ndege mm, wala hapakuwa mm, na vyombo vya angani. Kwa hiyo wanasayansi wanaamini pengine ilikuwa njia ya kuwasiliana na watu wa angani na kalenda ya nyota kwa wakati huo mm. sawa mm.